Makadirio ya mapato Mheshimiwa naibu Spika, uchambuzi uliofanyika unaonesha mambo yafuatayo. Makadirio ya mapato kwa mwaka wa fedha 25 26 yameongezeka kwa asilimia 6.4 ikilinganishwa na mwaka 2025. makadirio ya mapato kati ya wizara na ya taasisi zake yameongezeka kwa asilimia tofauti. Wakati wizara inaongezeko la asilimia 13.4, taasisi taasisi zinaongezeko la asilimia 7.3 wakati ukusanyaji wa mapato kwa mwaka wa fedha 24 25 ulionyesha ugumu wa kufikia lengo. Makadirio ya mapato yameongezeka kwa asilimia 6.4, wakati bajeti ya matumizi ya wizara hii hi imeongezeka kwa asilimia 24. Ongezeko la makadirio ya mapato haliendani na kiasi cha ongezeko la bajeti ya matumizi makadirio ya matumizi kwa ajili ya miradi ya maendeleo Mheshimiwa Naibu Spika, makadirio ya bajeti ya maendeleo inalenga kuwezesha gharama za uwezeshaji uwekezaji wa miradi mbalimbali mbali chini ya wizara hii. Uchambuzi umeonyesha mambo yafuatayo. Kwanza, bajeti inayoomba imeongezeka kwa takriban asilimia 32. Ongezeko la bajeti hiyo limetokana na ongezeko kubwa la fedha za nje ambazo limeongezeka kwa asilimia 90.3. Fedha za ndani zimeongezeka kwa asilimia 14.8. Utegemezi wa fedha za nje kwa ajili ya miradi ya maendeleo ni asilimia 32 ikilinganishwa e na mwaka wa fedha 2024/2025 ambapo utegemezi ulikuwa asilimia 22.2 22. 22. Mheshimiwa Naibu Spika, tafsiri ya matokeo ya uchambuzi huo inaonyesha kuwa juhudi za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan zimeongeza imani ya wabia wa maendeleo katika utekelezaji wa miradi makadirio ya mapato na matumizi. Mheshimiwa naibu spika, ili kuliwezesha bunge kufanya kazi makadirio, kufanyia kazi makadirio hayo inavyostahili, kamati imeweka mukta, muktasari wa uchambuzi wa fedha hizo katika jedwali namba tano. Uchambuzi unaonesha mambo yafuatayo: kwanza makadirio ya matumizi ya kawaida yameongezeka kwa asilimia 8.1 ikilinganishwa na bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha 2024/25. Ongezeko hilo linaonyesha kuwa mwenendo wa upatikanaji wa fedha mwaka wa fedha 2025/26 unatarajiwa kuboreshwa kwa kuzingatia uzoefu wa mwenendo huo kwa mwaka wa fedha 2024/25, bajeti ya matumizi ya kawaida,